Kutembea peku, yaani kutembea ardhini bila kuvaa kitu chochote miguuni. Watu wengi huwa wanadhani ni jambo la kawaida tu, lakini kiuhalisia, kutembea peku ni kama mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mwili wako na nafsi ya dunia. Kila hatua unayotembea peku ardhini ni kama mlango unaofunguka kati yako na nguvu kubwa za universe. Sasa basi naomba unisikilize kwa makini sana. Leo universe inataka kuzungumza na wewe kwa njia ya kipekee sana. Katika video hii, nitakufunulia siri za kiroho zilizojificha kwenye tendo rahisi la kutembea peku na jinsi unavyoweza kutumia nguvu hii kuondoa vizuizi kujiongezea bahati maishani na pia kuunganisha maisha yako na mtiririko wa nguvu za ulimwengu. Ukitazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utagundua ni siri zipi ambazo watu wachache sana huwa wanazijua. Ukweli ni kwamba universe imetupa ardhi kama mama anayetubeba. Kila unapogusa ardhi bila viatu, huwa kuna mbadilishano wa nishati unatokea, ambapo wewe huwezi kuona kwa macho, lakini katika ulimwengu wa kiroho, mbadilishano wa mawimbi ya umeme kati yako wewe na dunia huwa unatokea. Na matokeo yake ni kwamba unapotembea peku, kitu cha kwanza kabisa, unaondoa nguvu hasi au nguvu mbaya ambazo zimejikusanya mwilini mwako kama vile hasira, huzuni, hofu na kitu cha pili Unajaza mwili wako nguvu mpya za dunia zinazokupa amani, afya pamoja na balance ya maisha. Kwa hiyo ule mbadilishano wa nishati unaotokea unakupa chansi ya wewe kuweza kuondoa vitu vibaya na kupokea vitu vizuri. Miguu yetu ni mlango wa kiroho. Ndiyo sehemu inayounganisha mwili wa chini pamoja na nguvu ya juu. Kwa hiyo kila unapokanyaga nyasi, mchanga au udongo, roho yako inakuwa inazungumza na Universe bila maneno. Yaani ni kama maombi ya kimya kimya kati yako wewe na Universe. Na pia kutembea peku inaweza kukusaidia kufungua milango ya intuition. Intuition ni sauti yako ya ndani ambayo inakusaidia kuweza kujua kitu kitakachokuja kutokea mbele kabla hakijatokea. Pale unapopokea vibration kutoka ardhini, akili yako natulia na kuanza kupokea ishara, ndoto zenye maana pamoja na miongozo kutoka kwa Universe. Na mara nyingi watu wanaotembea peku mara kwa mara huwa wanaanza kupata ufahamu wa mambo kabla hayajatokea. Yani, anaweza akakwambia kabisa wewe unakoelekea ni kubaya, au katika hii safari kuna kitu kibaya mbele kitakuja kutokea, na kweli huwa inakuja kuwa hivyo pia kutembea peku inaweza kukuongezea mzunguko wa bahati pamoja na ustawi, au zinasema attracting abundance. Universe huwa inapenda nafsi safi na ambayo imetulia sasa. Unapotembea peku, mwili wako unakuwa unajisafisha na negative mbaya zote ambazo hazikufai mwilini mwako. Kwa hiyo mwili wako unabaki safi, akili yako inakuwa katika hali ya utulivu. Kwa hiyo kutembea peku kuna kutengenezea flow ya bahati, kwa sababu mwili wako unakuwa hauna vizuizi vya nishati hasi au negative energy. Na pia unapotembea peku Universe huwa inachukulia ni kama vile hali fulani ya unyenyekevu au ni ishara ya unyenyekevu kwa universe, na mara nyingi universe huwa inatoa malipo ya unyenyekevu kwa kukupa baraka pamoja na fursa mpya. Yaani utajikuta tu kila unapogusa unafanikiwa, au bahati nzuri zinakuwa zinakufuata, ukicheza mchezo wa bahati nasibu unashinda, ukitembea njiani unakutana na vitu vizuri, unaokota pesa, unakutana na watu wazuri ambao wanakupa connection. Hizo zote ni baraka kutoka kwa universe. Faida nyingine ya kutembea peku ni kupata uponyaji wa kiroho pamoja na kiakili, yani spiritual and emotional healing. Pale unapotembea peku miguu yako huwa inapokea electrons za asili ambazo zinasaidia kuponya mwili pamoja na nafsi. Kwa hiyo kama ulikuwa una uchovu, kichwa kinakuuma, una msongo wa mawazo, unapotembea peku, unaweza kujikuta unapata uponyaji na utulivu wa asili. Ukitaka kugundua hili, kama unapitia changamoto fulani kubwa katika maisha, jaribu kutembea peku. Inaweza ikawa ni pembezoni mwa fukwe za bahari au katika nature, either kwenye miti mingi au kwenye nyasi, utajikuta unapata jibu sahihi kutoka kwa universe kuhusiana na hiyo changamoto unayoipitia. Faida nyingine ya kutembea peku ni kuweza kupokea ujumbe kutoka kwa universe. Wakati mwingine, mtu unapotembea peku kwa utulivu, unaweza kujikuta ghafla unapata mawazo fulani, mawazo positive unapata majibu ya matatizo yako au msukumo mpya wa maisha. Yaani unajikuta tu ghafla unaanza mawazo yanaanza kuflow, au wakati ukiwa unatembea peku, papo hapo unaanza kupata ishara. Utashangaa, unapata ishara ya nyoya au ishara ya namba za malaika. Yani, automatically unajikuta matatizo yako yanapata solution. Sasa hapo, maana yake ni kwamba universe inakutumia ujumbe kwa kupitia frequency ya dunia, na ndio maana huwa ni vizuri kutembea peku ukiwa na nia au intention fulani. Kwa mfano, unaweza kusema, leo ninatembea peku ili nipate mwongozo wa maisha yangu na kweli utajikuta universe inakupa mwongozo wa maisha yako. Au unaweza ukasema leo ninatembea peku ili niweze kusafisha nyota yangu, na kweli universe inakusafishia nyota yako na mambo yako yanaanza kunyooka automatika. Sasa tunavyoendelea na hili somo, pia nitakuelekeza namna sahihi ya kutembea peku. Unaweza ukawa unajiuliza sasa, nitakuwa natembea peku muda wote Nikienda sokoni niwe natembea peku? Kwenye matembezi yangu niwe natembea peku? Hapana, kuna namna ya kutembea peku, na pia kuna muda fulani, yani kuna limit ya kutembea peku. Sio muda wote unaweza kutembea peku. Na pia kutembea peku kunaweza kukusaidia katika kupata balance ya maisha. Unajua watu wengi huwa hawaishi katika uhalisia, wapo kwenye mawazo. Unakuta mtu ametawaliwa na hofu, stress ya kesho. Watu huwa wanawaza sana kuhusiana na kesho, unakuta mpaka mambo ambayo yalitakiwa yafanyike leo hayafanyiki katika ufanisi wake, kutokana na mawazo ya kuiwaza kesho. Unakuta mtu tayari ameshafanikiwa amepata pesa, lakini hapo hapo akiwa na hizo pesa anaanza kuingiza mawazo ya kuwaza what if hizi hela zikiisha hizi hela zikiisha, nitaishije? Maisha yatakuwaje? Kwa hiyo unakuta mtu anaanza kuishi katika hofu ya kesho badala ya kuenjoy maisha ya sasa. Unapotembea peku au tunasema grounding, ulimwengu unakurudisha kwenye hali ya sasa. Katika upande wa kiroho, hii ni kama vile kurudishwa kwenye nafasi ya sasa ambapo nguvu zote za universe huwa zinakaa. Nguvu zote za universe zipo katika hali ya sasa, sio hali ijayo, na ndio maana hata katika maneno yenye nguvu huwa tunatumia hali ya sasa. Mimi ni tajiri, mimi nina pesa nyingi. Katika universe hutakiwi kusema mimi nitakuwa na pesa nyingi au mimi nitakuwa mtu mkubwa. Unatakiwa kusema mimi ni mtu mkubwa, mimi ni tajiri, hata kama katika hali ya sasa wewe sio tajiri. Hii ndio hali ambayo ina nguvu ya kuvutia baraka na miujiza, na hata watu wengi waliofanikiwa wametumia nguvu hii ya sasa, sio nguvu iliyopita au nguvu ijayo. Hapana, tumia nguvu ya sasa. Na ili uweze kupata balansi hiyo katika maisha, ni muhimu uwe unatembea peku. Tenga muda wa kutembea peku, utapata balansi ya maisha na utaondoa hofu zote za wakati ujao au mambo yanayokuja. Ardhi huwa inafanya kazi kama betri kubwa. Unapogusa udongo au nyasi ukiwa peku, nishati mbaya huwa inatiririka kutoka mwilini mwako kwenda ardhini. Sasa kiroho, hii ni kama kufanya cleansing, au safisho la kuondoa giza ili mwanga wa universe uweze kuingia ndani yako. Ukimsikia mtu anasema kwamba amepata amani isiyoelezeka akiwa peku, hiyo ni ishara ya kwamba mlango wake wa kiroho umefunguka. Ni kama kusafishwa ili kuweza kupokea baraka kubwa zaidi. Na pia unapotembea peku, ulimwengu unaweza kukuletea ishara zifuatazo. Ishara ya kwanza kabisa unahisi mwanga na furaha isiyokuwa na sababu. Kama kulikuwa na changamoto fulani unapitia, ulimwengu unaweza kukupa mwanga au solution fulani, na pia unaweza kujikuta unapata furaha kutoka kwenye huzuni. Ishara ya pili ni kwenye ndoto. Utaanza kuota ndoto ambazo zinakuwa wazi na za kiroho zaidi, au tunasema ndoto zenye ishara ya kiulimwengu. Kabla kitu hakijatokea kwako, utaoteshwa ndoto. Yaani kila kitu utakipata kwa kupitia ndoto zako. Ishara nyingine, utajikuta unaanza kuvutia watu na matokeo mazuri, yaani kila unapoenda nyota yako inakuwa inang'ara. Kama ni biashara, basi biashara yako itaanza kuvutia watu, na kama ni katika suala la mahusiano utajikuta unaanza kupata au kuvutiwa na watu ambao wewe pia unavutiwa nao. Kama ulikuwa unatafuta kazi, utajikuta mabosi wanakutafuta wewe, yaani badala ya wewe kutafuta kazi, kazi zitaanza kukufuata wewe. Na pia yale mambo ambayo ulikuwa unahangaika nayo, utakuta yanaanza kupata suluhisho bila juhudi kubwa, yaani bila kufanya chochote utajikuta mambo yanaanza kujisolve yenyewe. hiyo ndio universe. Sasa ukiziona dalili hizi jua kwamba universe inaongea na wewe na inakwambia kwamba sasa uko kwenye frequency sahihi. Sasa basi unaweza kuwa unajiuliza huku kutembea peku huwa kunafanyika vipi? Naomba unisikilize kwa makini sana, nataka nikuelekeze hatua kwa hatua namna ya kutembea peku na namna ya kujiunganisha na nguvu za universe kwa kupitia kutembea peku ardhini. Hatua ya kwanza kabisa, chagua mazingira ya asili. Yaani, hakikisha ni mazingira ya asili, sije ikawa ni kwenye tiles au kwenye lami au kwenye sehemu ambayo imejengwa na binadamu. Hapana, hakikisha kama ni ardhi, ardhi tupu kabisa, au kama kuna majani, yawe ni majani ambayo yameota yenyewe kiasili, yaani sio kitu ambacho kimepandwa na binadamu. Hatua ya pili, toa viatu vyako kwa makusudi kabisa, ukiwa na nia ya kiroho. Yani, hakikisha una set intention yako kwamba unataka kutembea peku ili nini kitokee katika maisha yako. Sasa hapa unaruhusiwa kuwa na nia yoyote ile, yani chague nia yoyote ile, iwe ni nia ya kujisafisha, kujiconnect na nguvu za universe au kutaka ishara kutoka kwa universe. Hatua ya tatu, fumba macho yako kwa dakika chache, kisha toa mawazo mabaya na pia sema moyoni maneno yafuatayo: ninaachia hofu na huzuni, napokea amani na baraka kutoka kwa universe. Maneno haya unaweza ukayatamka kwa sauti au kimoyomoyo, na hakikisha hilo eneo unalofanyia hilo zoezi lina utulivu na wewe mwenyewe upo comfortable. Usichague eneo lenye watu wengi, kwa sababu watu wanaweza kukushangaa au wewe mwenyewe unaweza usilifanye kwa usahihi hili tendo. Hatua ya nne: anza kutembea taratibu. Sikiliza miguu yako ikigusa ardhi, usiwazi kitu chochote. Sikilizia hatua zako na pia feel hatua zako, yaani usifikirie kitu kingine chochote zaidi ya hatua zako. Wakati unatembea peku, roho yako inakuwa wazi zaidi na pia universe inakuwa imefunguka kwa ajili yako. Kwa hiyo huu ndio wakati wa wewe ku set intention zako na kuzitamka kimoyomoyo au kwa sauti, wakati hatua zako zinachanganya. Unaweza kuendelea kutafakari kimya kimya hizo nia zako ulizoziweka kwa universe. unaweza kutembea kuanzia dakika kumi na tano mpaka dakika thelathini. Mtu wa dini yoyote ile anaruhusiwa kufanya zoezi hili, haijalishi wewe ni Mwislamu au Mkristo. Unachotakiwa ni kuamini katika nguvu za universe na pia kuamini katika nguvu zilizopo ndani yako, na tatu kuamini katika kitu unachokifanya amini, kwamba hicho unachokifanya kitakwenda kukuletea matokeo mazuri na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa waislamu huwa tunasema insha allah, na kwa wakristo huwa tunasema kwa jina la Yesu, hakuna kitu kinachoshindikana. Kwa hiyo basi, kila unapojisikia umekata tamaa, moyo wako umepondeka, usijifiche usilie peke yako. Nenda peku ufukweni mwa bahari, kwenye ardhi tupu au kwenye nyasi. Ongea na dunia kimya kimya, ongea na ulimwengu kimya kimya, na utaona jinsi roho yako inavyokuwa huru. Universe daima ipo tayari kukupa baraka, yaani inakusubiri wewe tu uweze kuitumia, lakini inataka tu ujiunganishe na asili yako. Kuanzia leo Jaribu japo kwa dakika kumi tu kutembea peku ardhini. Utaona mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Hii siri watu wengi huwa hawawaambii. Na pia wengi huwa mnaichukulia poa. Mnaona kama vile ni tendo la kitoto au tendo lisilokuwa na maana. Lakini ndugu yangu nikwambie, ina maana kubwa sana, na kuna faida nyingi sana za kiroho. Kumbuka kwamba kila hatua unayopiga ukiwa peku ni mlango wa kuachia giza na kupokea mwanga. Na pia rahisi, ni njia rahisi ya kuweza kuishi maisha yenye amani, bahati, pamoja na uunganishi wa kipekee na ulimwengu unaokuzunguka. Unaweza ukawa unajiuliza mbona hapa duniani kuna baadhi ya watu huwa wana bahati sana, na kuna wengine kila wanachogusa hawafanikiwi? Yaani ni kama vile wanaandamwa na mikosi au bahati mbaya zinakuwa zinawaandama. Naomba nikuambie, hakuna bahati mbaya wala hakuna mikosi, ni wewe tu, jinsi unavyohusiana na ulimwengu. Ukizijua siri za ulimwengu, hautateseka hapa duniani. Kila kitu ni energy, na energy hiyo inakusubiri wewe. Zipo energy nzuri na zipo energy mbaya hapa ulimwenguni. Ukiamua kufuata energy nzuri, mambo yako yatakunyookea, na pia ukiamua kufuata energy mbaya, basi utateseka hapa duniani. Na kwa bahati mbaya, huwa hakuna tuzo ya mtesekaji bora. Kwa hiyo, kazi ni kwako. Nguvu za ulimwengu zipo na zimeumbwa na Mungu mwenyewe. Ni wewe tu kuamua kuzitumia au kuto kuzitumia. Kumbuka, huu sio uchawi wala sio ushirikina, ni kuamini katika nguvu za asili ambazo zimeumbwa na Mungu, na nguvu hizi hizi ndizo zilitumika kuumba dunia pamoja na sayari zote zilizopo ulimwenguni. Maneno yenye nguvu ndiyo yalitumika kuiumba dunia, iwe usiku na mchana, na kweli ikatokea kuwe nchi kavu na majini na kweli maji yakajitenga na nchi kavu. Hizo ndizo nguvu za kiulimwengu, zipo kwa ajili ya kila mtu. Ni wewe tu, hiari yako uamue kuzitumia au kuto kuzitumia. Na nguvu za ulimwengu unaweza kuzitumia kwa namna yoyote ile wewe unavyotaka, lakini namna hiyo hakikisha inakuwa ni positive. Kama ukiamua kutumia nguvu za ulimwengu kujiponya basi utapata uponyaji. Ukiamua kupata mafanikio, baraka, vyote utavipata. Kumbuka, wewe si mtu wa kawaida, wewe ni mtu mkubwa sana hapa duniani na una uwezo wa kubadilisha maisha yako kuanzia sasa, na usije ukamdharau hata mtu mmoja hapa duniani. Maisha yako yana uwezo wa kubadilika ndani ya sekunde Kumbuka kwamba hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wamefanikiwa. Hivyo kama umejikuta umeingia katika channel hii kwa namna yoyote ile, amini kwamba wewe tayari umefanikiwa na kwa jinsi ambavyo unaamini ndivyo itakavyokuwa. Universe imekuchagua wewe kupata ujumbe huu, hivyo usichukulie poa na wala usipuuze hata kidogo. Hujaja hapa kwa bahati mbaya, umekuja hapa kwa kusudi maalum. Unaweza kujiandikia neno lolote lile la ushindi hapo chini kwenye comments. na kwa jinsi ambavyo unaandika, nami ninakwenda kuuamuru ulimwengu ikawe hivyo kama ambavyo umeandika. Hakika wewe ni mshindi. Tafadhali sana, share video hii na wale wote wapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na pia kama ulikuwa bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unasubscribe ili video nyingine inayofuata isije kukupita. Asante sana.